amsigu Yaani, mi sifundisha, utapata faida gani? Ukisema chukua gari, subiri, utapata faida gani. Mwanza sana mtu anakupatia gari, wewe unampatia mwili wako. Yule baba ana ukimwi, wewe unachukua ukimwi, yeye anakupa aitaaai shida nini? dhambi zilizokaa ndani yenu vile dhambi, yani ule utakatifu. Maana mtoto mdogo, mtoto wa watoto kama wale, anapokuwa mdogo anakuwa mtakatifu. lakini anapoanza kwenye zile hatua za ukuaji, maovu yanaanza kupangana ndani yake. Ndio maana tushangaa, mabinti wanaisha kuzalishwa hawaolewi, wanaisha kuzalishwa hawaolewi. Chanzo nini? Yale kukataliwa na kukataliwa inakuja, bali mwanadamu anapokosa utakatifu. M unafanya kazi ufanikiwi, unakuwa na loo za madeni zinatokana na wewe unapokosa utakatifu. Basi kama nimemaliza. Falme zote za kipepo, falme za giza, falme za kichawi, falme zote za unabii wa kipepo, ziwe mbali na watu hawa, uwafiche na kuwalinda na kuwatetea kwa damu yako takatifu na mwangika msalabani. Amina. Amina Mungu abariki. Nimesema, naitwa Edeni Mshigwa, nasali kanisa la UDT, jina letu tumeweka kwenye mtandao TikTok na tumeweka mwinjilisi Edeni Mshigwa. Mungu akubariki sana. Sijui kuleta mafuta ya upako wala maji ya upako ila nimekuja kuleta jina la Yesu na hilo jina litawaka huru. Mungu abariki.